Mama anakuta wanawadeziwakaka watumii nguvu <laughs> mambo uh -huh. Poa vipi? Safi. Njoo nyumbani ka mm, Bas kwa sababu anajua mimi nahitaji kitu fulani. Na niko ni sasa hivi vijana wengi hawatongoze. Ni sasa hivi namna namna ya vijana kutongoza, kama ni tofauti na zamani. Zamani bwana, tulikuwa tunajitesa tuna yani yan yni unasumbuka Simelewa hiyo. yani, una, yani una unatongoza kweli, yani unasumbuka pakubwa zaidi. Lakini sasa hivi ni Hi, hello poa za kwako? Umekula? Ndio, nimekula. Naumwa. Pole. Sawa, siku mbili, unaitwa tu geto, akaja, imeisha hiyo why. Ina maana nyinyi mmekuwa ma, marahisi kiasi hicho? <laughs> <laughs> kipindi cha nyuma, kipindi cha, cha wazazi wetu mi yeah. Waga nakaa na mama wangu waga tunapiga stori kama hivyo anakuambia. mm. Ilikuwa kijana akimwambia mambo au habari anatimka. mm. <laughs> <laughs> Anakimbia, umpati yeah. Yani mpaka uje kumkamata yani umefanya kazi yani ni yes. mwaka mzima yani umemshika, umemshika yani usiku ndio umembananisha na umembahatisha. mm. Ila nowadays wadada wengi tunaamini kwamba mkaka akikwambia mambo poa, mzima mzima, unatumia namba gani kupokea hela? Namba fulani tendetende, kakutumia let's say laki. hmm. Unasema wow, ndo mwanaume sasa. Unakuta mtu mtu akutongozi mm -hmm. Ila zile hela we mwenyewe ameshauoni tiari, yani anakwambia huoni hey. uelewi? Yeah. Unakuta ni mtoto mdogo mm. Ila anakwambia tuseme, labda ni mtoto wa labda miaka kumi na sita mm. Ana ndugu yake, anamwambia ah, dada, nimempata mkaka. Huyo mkaka siku ya kwanza tu kaniambia mambo, nikampa namba. Baada ya hapo, nimefika tu nyumbani, kanitumia hela. Huyo ndo mwanaume. Dada akatazi anamwambia, huyo ndo mwanaume, mshikirie huyo. Inamaana sahivi wanawake wengi wanaolewa na watu ambao hawawapendi kwa sababu ya tamaa za hela, wanatafuta provider, niseme. Yeah. Sawa. Yeah. Lakini wale ambao pengine wanaume ambao walikuwa ni sahihi kwenye maisha yao hawapewi nafasi tena. Ndio maana mtu ame, ame, yupo kwenye ndoa lakini bado anamfikiria la misi, maana ambaye amemuoa hamfili ili yamalizane naye lazima amfikirie, lazima, lazima, mtu mwingine nje. Baba yangu pia waga naniambia kwamba mm. tunaongeaga pia na baba yangu ananiambia, yeah. vijana wengi sasa hivi waga wanaoa wake wa watu. Vijana sasa hivi wengi, wengi wanaoa wake wa watu. Okay, mimi na mwanaume wangu nampenda, mm. anatokea mwanaume mwingine ambaye yuko vizuri zaidi ya huyo ambaye nampenda. mm. Naona kabisa huyu naye mpenda mpaka aje kufikia anapohitaji mimi si, mm. leo. Yeah. Lakini nikiwa na huyu nitafika kwa urahisi, mm. au labda nikiwa na huyu nitatumia miaka miwili ila kwa huyu nitatumia mwaka mmoja tu. Nikija huku nikienda kuolewa na tuseme labda nimeolewa na Asumani ila, mm. nyuma nakumbuka ni mtu ambaye nampenda Yeah. So hata ikiwa saa ngapi Juma anakupigia simu, baby mm. I miss you. mm -hmm. Utatafuta tena TV yoyote kwamba nimwache mume wangu nikamsikilize Juma. Because mm. Juma yuko moyoni. Bila huyu mimi nimefuata kwa sababu anisaidie kitu fulani. Yeah. Ko, unakuta mwanamke, sawa, upo naye nyumbani, anakusikiliza but still anamwaza fulani mango akiondoka hapa nitaenda kwa fulani. Fulani alikuwa ananifanyia kitu fulani, huyo fulani awezi akanifanyia, lakini kingine mtu awezi kukwambiakamba mfulani alikuwananifanyia ha fana fulani mi so, nimekumisi na yule. mm -hmm. Fulani, fulani anajua kabisa huyu mbuzi wangu huyu, nikipiga tumb anatumia hiyo kwamba fulani kaolewa akili ipo kwangu. Na unakuta vijana wengi ndo hivyo, kaoa lakini akili ipo kwingine. Hata kwa wanaume, mwanaume mm, ana mtu ambaye anampenda mm, ila let's say kwako mwanamke wake ana changamoto fulani mm, kwako una zile sifa lakini katika hizo sifa ambazo upo nazo mm, yani una sifa sawa, zimekamilika. Yeah, yule wa kwake ana atakuoa wewe ambaye una sifa ila yule ambaye hana sifa atakuwa anamtumia kama side chick. Na anaishi maisha mazuri kuliko yako hivyo yeah. So vijana wengi wameoa wa wana wanawake wa watu wengine yeah. Sasa hivi ndoa nyingi ni mtu ameoa wa, ameoa wa mwanamke au ameolewa na mwanaume wa mtu mwingine. Huwezi ukaniambia mtu anakaa six years na mtu sawa anasema, kuna mtu unaweza ukakaa naye labda miaka sita, lakini akatokea mtu miezi miezio miwili akaolewa. Sawa, ila kutoa akili kule kuja huku ni kipande pia I see. Lakini hujui, yaani umekaa na mtu miaka mitano mm -hmm. Alafu akatokea tu mtu mwingine miezi miwili akakuoa yeah. Yule alipooa anamuoa mwanamke wa mtu, tuchukulie, tutoe mfano mimi mm hapa -hmm. Nipo na mahusiano mm -hmm. labda miaka mitano yeah alafu akatokea mtu labda katika miezi miwili ya kwangu katika ile miaka mitano labda mm. Tumekwazana kidogo tu mm -hmm. na yule mwanaume wangu mm -hmm. kidogo akaliplace yule kunikea kunijali jali yeah. na msahau kidogo yule wa miaka mitano anampa nafasi huyo wa miezi miwili. Na kwa nini wanawake mpevu, tuseme kwamba kuna baadhi mm -hmm. Aiba zetu ziko hivyo ila kuna baadhi wanajua kuzi maintain, na kuna wengine okay, hawajui kuzi maintain. mm. Tamaa, ta, yani vile mtu anasema nataka kitu fulani. Mm. Hichi kitu nakitaka, utakipata, kitakuja kingine utakitaka. Mm. Hey, mbona fulani ananitreat hivi? Mm. Nataka treatment kama hivi. Ila kuna mwingine anaona mm, mbona hii treatment ambayo naitaka huku nikimwambia fulani anifanyia ananifanyia ana maintain, anamwambia fulani mimi nahitaji hivi na hivi hmm, na hivi. Ila kwa mwingine anaona nahitaji treatment ya Juma, ya Asumani, Omari, Joshua zote nazihitaji. Kila mtu ana treatment zake. Kwa sababu sitaki kumtafuta mmoja. Na akusanya kama walivyo. Hmm. Hmm. Baada mtu anaweza akawa na shida ya deni, akatuma message kwa wanaume watatu wote kwa pamoja pa. Na watu wakareact. Yeah. Na wana react on time. On time. Na wana msikiliza sasa. Na sasa kumtafuta mtu ambaye anaweza kawa ni mwenyewe sasa wa maisha yote ndani ya wale, wanafanyaje sasa kuwapata mmoja kati ya wale watu watatu au wanne ambao wanakusikiliza kwa pamoja kwa muda wowote, siku zote, mtu ambaye unahitaji kuwa naye kwenye maisha, kumumbi hela huyo aumbwagi hela, always. <laughs> <laughs> Yaani, ana kama akiombwa hela uwaga anaombwa hela ile ya kawaida ambayo mahitaji yanaeleweka. Hebu rudi hapo siku zote. <laughs>